Wanaume naomba niwaambie kitu kimoja. Yaani katika kitu ambacho wewe mwanaume unatakiwa kufeli kabisa kwenye maisha yako ni kutumia akili. n Yaani akili zako usije kukubali kabisa siku moja zilale, uanze kutumia hisia, zitakupoteza. Kuna wakati baadhi ya wanaume huwa mnapitia mvurugano wa kihisia. Sijui kama unanielewa hichi kitu atanielewa wachache sana. Yaani wewe pengine umeoa ukamkuta mwanamke mwingine huko nje ukamtamani na ukaingia naye kwenye mahusiano. Sasa kitu kinachotokea pale, yule mwanamke wa nje Anavyoingia kwenye maisha yako anakaa kama mchepuko mwanzoni, lakini mbeleni huko hataki kukaa kama mchepuko, anaanza kupambana kutaka kuwa zaidi ya mkeo. Hapo ndio shida inapoanzia, atakuvuruga kihisia kuna wakati utaanza kuona kama kuoa ulikosea. Utaanza kumtazama mkeo vibaya, hata kitu ambacho mkeo alikuwa na haki ya kuzungumza utaona kama hana haki. Yani hata pale mkeo anapoona usaliti, anapolia, anapolalamika kwa kitu anachokiona, pengine wewe utaona kama mkeo anakupigia kelele, kulingana na kwamba yule mwanamke wa nje amekuvuruga kihisia. Hii hali huwa inawakuta baadhi ya wanaume, na wengi wao huwa wanaweza kuikontrol, lakini wachache huwa wanashindwa. Yani nafikia wakati unaweza kuanza kumtendea mkeo vibaya kwa sababu ya mwanamke mwingine. Ogopa sana unapokuwa kwenye mahusiano na mchepuko, alafu huyo mchepuko anapenda sana mwe mna discuss habari za mkeo, mkeo huwa anafanya nini sijui, yani anatamani wewe unamzungumzia mkewe pale mada wakati mwingi iwe ni wewe kumzungumzia mkeo. Ogopa sana unapokuwa na mwanamke wa aina hiyo, kwa sababu huyo anatafuta kutaka kuwa zaidi ya mkeo, na mwisho wa siku huyo mwanamke hata ukimchukua ukimweka kwenye nafasi ya mke hawezi kufiti. Yani yeye ni mtu tu ambaye amekuja kwenye, kwenye maisha yako kukuvuruga tu hawezi kukata kwenye nafasi ya mke. Wewe mwanaume kuwa makini sana, unapokuwa na mahusiano na mwanamke mwingine huko nje, hakikisha unaweka mipaka kati ya matamanio yako na upendo ulionao kwa mkeo. Ukishindwa kuviwekea vitu hivi mipaka, huyo mwanamke atajaribu kukuingia wewe sana. Mwisho wa siku unaweza kuja kupoteza hata familia yako. Watu sasa hivi wanalia, unajikuta umepoteza familia yako, huna cha kumwelekeza mke wako akuelewe, wa arudi nyumbani, maisha yako yamevurugika kwa sababu ya huyo mwanamke. Lazima uelewe unapoishi hapa duniani kwamba sio kila mtu anayekuja kwenye maisha yako anaweza kuwa na wewe wakati wote, sijui kama unanielewa. Huyo mkeo anaweza kuwa na wewe hata wakati hauna chochote, wakati wa shida mtapitia wote, wakati wa magonjwa atakuwa hapo, kila wakati yuko pembeni yako anakusaidia. Lakini huyo mwanamke ambaye anakuja kukuvuruga kihisia kutoka huko nje, pengine hawezi kukava hata nafasi ya kuwa mke, hawezi hata mara moja kuvumilia hata madhaifu yako kwa namna yoyote yeye yeah, anatamani kukuvuruga kihisia ili we uchanganyikiwe, naye uanze kuwekeza pesa zako, uanze kuondoa huduma nyumbani, unamjali yeye kuliko familia yako. Mwisho wa siku, hivi vitu vinakujaga kukufanya uje ujute moyoni, mke wako amepotea, umepoteza familia, naye aliyekusababisha kusababisha upoteze familia, tena unakuta ana mtu mwingine. Yaani kuna wanawake wao tabia zao ni hizo. Yeye yeah, anataka tu atembee na mume wa mtu, kuolewa yeye wala hataki anakuja kwenye maisha yako, anakuvuruga wewe kihisia, unachanganyikiwa, unaanza kusumbua familia yako. Mwisho wa siku familia yako ikishaondoka, unagundua kwamba yule hawezi kukaa kama mke. Wakati mwingine kuwa makini sana, usijue kumpoteza mwanamke sahihi kwenye maisha yako kwa sababu ya mwanamke ambaye anakuja kwa, kwa mpito. Yani kile ni kipindi cha mpito. Vumilia sana unapopitia kipindi cha mvurugano wa kihisia, anapojitokeza mwanamke mwingine ambaye anajifanya yeye ni malaika kuliko mkeo, kuwa makini. Mimi nakwambia huwezi kuamini hii dunia, ni kwamba wanawake sisi ni wale wale, na isitoshe wengi wao wa nje huwa wanazidisha maigizo. Na anavyotafuta kujua sana habari za mkeo, anakuchota ili ajue kwamba udhaifu wako uko wapi, na we unaeleza, mke wangu anafanya hivi, mke wangu anafanya vile, basi na yeye anaishi mle, ambapo wewe unaonekana vitu uvipendi, ananyoka kuliko mkeo, lakini kiuhalisia sio kwamba hizo ni tabia zake za ndani, anakuchota makusudi. Mimi nakwambia ukweli, mwanaume, wakati mwingine kuwa makini sana, hisia zako zisikupelekeshe vibaya. Kuna wanaume ambao mnashindwa kuzizuia hizo hali kwenye maisha yenu, mwisho wa siku unajikuta umempoteza hata mkeo. Unajikuta hata mkeo ukienda kumbembeleza, hataki tena kurudi, kulingana na matendo uliyomtendea. Mimi nasema kwamba, yani, we mwanaume, fanya vyote kwenye maisha yako, lakini isifikie wakati ukaanza kumdharau mkeo hata kama hana nguvu za kukupiga, hana nguvu za kukufanyia chochote, lakini kama mkeo anaishi na wewe vizuri, jaribu kuzingatia mipaka yako ya heshima kwa mkeo. Hata kama umepata mtu huko nje, jitahidi sana kujua kutofautisha kwamba huyu pengine ni mtu wa kupita tu. Hilo lazima ulijue. Kumbuka, wewe na mkeo mmepitia mangapi? Mke wangu amenivumilia mangapi? Hivi uvumilivu wa huyu mwanamke, naweza kupata mwanamke mvumilivu kama huyu? Hivyo vitu lazima usio, unakosa kujiuliza Wapo watu ambao wamepitishwa hivyo vipindi. Umekuwa na mwanamke huko nje, mwisho wa siku amekuvuruga, umeharibu familia yako. Sasa hivi mkeo hakuamini tena, pengine alishaongea na wewe mara nyingi sana, ulishindwa kuelewa. Na katika kipindi ambacho wewe unapitia mvurugano wa kihisia, kila atakachokufanyia mkeo utakiona wewe ni kibaya. Yani kuna wakati hata kama mkeo atakuwa na haki ya kuzungumza kwenye anachokizungumza, wewe utaona kama anakosea, kwa sababu tayari huyo mtu wa nje ameshika sana hisia zako. Usikubali mwanamke wa nje ashike sana hisia zako, utaharibu familia yako, na mwisho wa siku utagundua kwamba yule mwanamke hawezi kukaa kwenye nafasi ya mke. Ni mtu ambaye hawezi kabisa, ni mtu wa kupita tu eh? Mimi nawasihi sana wanaume, kuweni makini sana mnapoamua maamuzi yenu, tumieni akili. Hisia zinaweza kukuchanganya na zikakupoteza.